Watu wasiopungua 21 wameuawa na wengine 83 kujeruhiwa wakiwemo watoto saba baada ya shambulio la kombora la Urusi katika jiji la Sumy nchini Ukraine. Taarifa hizo zimetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani Ihor Klimenko pamoja na idara ya huduma za dharura kupitia Telegram zikiwa ni za awali. Maafisa wanasema waathirika walikumbwa na mashambulizi wakiwa barabarani, ndani ya magari, kwenye usafiri wa umma na hata majumbani mwao, kitendo kilichoelezwa kuwa ni uhalifu wa kivita dhidi ya raia. Huduma za dharura zimepeleka vikosi vya uokoaji na wataalamu wa kisaikolojia kuwasaidia waathirika na familia zilizoathirika. Timu za uchunguzi na wataalamu wa maiti pia wapo eneo la tukio kukusanya ushahidi. Shambulio hilo limetokea Jumapili ya Matawi, siku muhimu katika kalenda ya Kikristo. Rais Volodymyr Zelensky aliandika kwenye mtandao wa X akilaani vikali tukio hilo: shambulio la kutisha la kombora la Urusi uko Sumy. Makombora ya Urusi yamepiga mtaa wa kawaida, maisha ya kawaida, majengo ya makazi, taasisi za elimu, magari barabarani, katika siku ambayo watu huenda kanisani. Zelensky aliwaelezea washambuliaji kama watu wachafu wa kinyama na kutoa pole kwa familia zilizoathirika